Yanga TV kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu mbali mbali ya, ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia matawi ya Yanga yaliyopewa vyeti vya ya ithibati kutoka makao makuu ya klabu hiyo, huku pia tukiangazia maandalizi ya dabi ya Kariakoo kwa wananchi mpaka sasa. I love you Yanga. Mwa. Wiki hii uongozi wa Yanga uligawa vyeti vya ithibati kwa matawi yote nchini ya klabu hiyo yaliyokidhi vigezo huku kigezo kikubwa zaidi kikiwa ni kile cha kufikisha wanachama mia moja. Miongoni mwa matawi yaliyohudhuria ugawaji wa vyeti hivyo ni Yanga Friends Forever Airport Dodoma PSSF Dodoma na Yanga Brotherhood VIP. Mara baada ya ugawaji wa vyeti hivyo mjumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga Rogers Gumbo amewapongeza wanachama wa klabu ya Yanga kwa kutimiza malengo makubwa ya klabu kwa matawi hayo kuwa na wanachama zaidi ya mia moja. Kwanza tunawapongeza wao, wanachama wetu. Unajua, toka tufanye mabadiliko ya klabu yetu ya Yanga e, ni kwamba ili kwamba tawi liweze kutambulika na klabu lazima kliwe na wanachama wasiopungua mia moja kwa hiyo hawa wote ambao leo tumewakabidhi vyeti ni kwamba wametimiza ile thabati ya wanachama mia moja kwenye matawi yao, na ndio maana tumewakabidhi na walio wengi wamevuka idadi e, kuna wengine wako mpaka mia hamsini, mia mbili, mpaka mia tatu. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza wanachama wetu, wametekeleza takwa kubwa la kikatiba katika katiba yetu ya Yanga. Mekabidhi matawi mangapi? matawi karibia mia mbili thelathini na moja yamekizi ithibati ya kutimiza idadi ya wanachama 100. Unatoa wito gani kwa wale ambao bado hawajatimiza? Kwa hii ndo chachu, ndo maana tumefanya public hapa, ili kila mtu aone. Kwa hiyo hii ni chachu kwa wale ambao hawajatimiza, ni kwamba watimize yale matakwa ya kikatiba kupitia katiba yetu ya Yanga ambayo tulifanyia marekebisho. Kwa hiyo tunauhakika kwamba wale ambao hawajatimiza, muda sio mrefu watatimiza, kwa sababu kutokana na statistiki ambazo ametuletea mkurugenzi wetu wa wanachama na masoko, baadhi ya wanachama wamebakisha idadi ndogo sana wanachama ili kukizi yale matakwa ya kikatiba. Nao wanachama waliojitokeza kwa ajili ya kukabidhiwa vyeti hivyo ambavyo vinathibitisha uhalali wa tawi wamesema kwa upande wao: huo ni mwanzo mzuri, maana mtaji wa klabu ni wanachama wenyewe, hivyo ni wajibu wao kuunga mkono klabu yao. Huu ni mwanzo mzuri kwetu, na hii inatupa chachu ya kwenda kupambana huko tuliko, ili kuhakikisha tunapata wanachama wengi kuja kusaidia timu yetu, kwa sababu mtaji wa kwanza kwenye klabu yetu ni wanachama, na sisi ndio tunapaswa kutafuta wanachama ili tuweze kuwapa nguvu ah, viongozi wetu, kuwasaidia katika majukumu tofauti tofauti, kwa sababu sisi tusipokuwa tusipokuwa pamoja kuwaunga mkono hatuweza kupata mafanikio haya ambayo tunayapata kwa sasa. Tawi letu liko Mbezi, tunapambana bado na wanachama mpaka sasa hivi tuna wanachama hai takriban 300 uh katika ile kutimiza idadi ya watu 500 kufikia ukomo. Bado tunakaribisha wanachama wengi zaidi ambao wanaweza kuja kujiunga na tawi letu la Brotherhood VIP. Wasi wakatuona kwenye hamasa tu wakajua hawa ni washirika wa kawaida, sisi ni wanachama hai na tawi letu leo limekabidhiwa chechi cha ithibati kwa kuwa na wanachama mia tatu, lakini tunawakaribisha wanachama wengine tufikie mia tano ili tuweze kufikisha lengo kuu la klabu yetu. Klabu yetu hatuwezi kuihudumia tukiwa mtaani na maneno maneno tu watu ambao ni wana Yanga na mpo mtaani mnaangalia mpira kwenye vibanda umiza, mnashabikia Yanga, njoeni muisapoti klabu yenu. Shilingi elfu 29 ni kiasi kidogo ambacho kinaweza kuisapoti klabu yako kwa mwishoni mwa msimu. Haikuwa kazi rahisi kuwapata hawa wanachama 100, tawi langu. Huyu ni mara ya tatu mfululizo kwa kutimiza idadi hii ya wanachama 100. Wito wangu kwa viongozi wenzangu ambao hawakutimiza na wale ambao wametimiza wanachama 100 tujitahidi sana, kwa sababu hii kazi ni ya kujitolea, si hatulipwi mshahara sisi, ila kwa sababu tumeipenda Yanga tumeamua kwa moyo wote yani kuitumikia Yanga yetu ili kuleta mafanikio katika klabu yetu. Na tunaona mara hii mwaka huu tumefuzu zaidi, tuna zaidi ya matawi 231. Tunashukuru, tuna wanachama wengi, tumeweza kukizi viwango vya vya klabu vinavyohitaji, lakini tutaendelea zaidi ya hapo na pia na kuangaikia klabu yetu kama viongozi wetu walivyotueleza tu hapa kwamba timu imeiandaa vizuri, imebakia sisi kutokana na kuhamasisha kuhamasisha wanachama wa kulipa ada pamoja na kusajili ili kuweza kuinufaisha klabu yetu. Kwa hiyo tuko pamoja na klabu yetu, na tunashukuru klabu yetu inaenda vizuri na tunaongoza ligi na tunaimani tusabaki pale tupokuwa. Kwanza klabu imetuheshimisha, tumepata heshima kwa kazi kubwa ambayo sisi tunaifanya kama viongozi wa matawi. Si jambo dogo kumwandikisha mtu wa kwanza mpaka kufikia mia na wawe hai wanalipa ada, unafikia mia mbili, mia tatu mpaka mia tano. Ukishapata watu mia tano, wa maintain kwenye mia tano, upata mia tatu ambao kila mwaka watauishi wanachama wao, sio jambo rahisi na sio jambo dogo, ni kazi kubwa tunaifanya. Lazima ujitoe, utume message kila siku, wapige simu za mkononi. Hizo zote ni gharama za kiongozi wa tawi, atakao huzifanye kwa niaba ya klabu yako na kuisaidia taasisi yako kwa sababu bila kuwa na wanachama ambao wako hai klabu yetu haiwezi kupata mgongo. Mgongo wa wanachama wa Yanga ni wanachama wa Yanga, kwa ili malengo ya klabu yafikiwe na kuwasaidia wale viongozi ambao wako makao makuu, ni sisi wanachama na viongozi wa matawi kuhakikisha tunalipa ada, tunajisajili, tuwe na wanachama wengi ili tunapoenda kwenye mkutano mkuu viongozi wanapotuletea agenda za kwenye mkutano tunazipitisha, tukiwa tuko tuko hai na katiba inaturuhusu. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wanachama wenzangu na viongozi wenzangu wa matawi ambao leo hawajapokea hivi vyeti ni waone chachu sisi tuliopewa ili na wao warudi kwenye matawi waongeze jitihada na nguvu kuhakikisha wanaongeza wanachama na wanalipa ada ili kutimia idadi ya klabu ambao wanahitaji ya wanachama mia. Kwa wakishafika, wanachama mia watapata cheti kama hichi. Kocha msingi na cha kuomba Mwenyezi Mungu, si tumepata cheti hiki hapa tawi la Yanga Magomeni Makuti. Inshallah tunaiombea timu yetu. Jumamosi tuna mchezo mgumu, mchezo muhimu napenda kuambia wanachama wa Yanga tuwe kitu kimoja, tushikamane, tuwe pamoja ili Jumamosi tuweze kuibuka na ushindi. Naam, sasa tuangazie maandalizi ya dabi kwa wananchi Yanga, huku joto likizidi kupamba, lakini kwa mashabiki kwao wameendelea kukata tiketi kuelekea mchezo huo wa Machi nane kwa upande mwingine, mashabiki wa Yanga wameendelea kutamba kuelekea mchezo huo huku wakiamini ushindi kwao ni suala la muda. Nasemaje hiyo Jumamosi kama kichwa kuta tarehe tano sasa hiyo Jumamosi inaweza kuwa tarehe nane. Tarehe nane nawezekana nikawakosa hayo tano, hizo nane lazima zitawahusu kwa sababu hata hiyo jezi yenyewe niliyovaa, wanajua nimewapiga tano popote na popita. Hata wenyewe wapendi jezi nivae, lakini mimi navaa kwa makusudi yao. hiyo siku ya tarehe nane mimi naua. Sogopi si mnyama mnyama wakazi au polini, sisi Yanga kwetu Jangwani, hapo mjini kabisa a wenyewe mizigo yao wote wanapelekapo apo Jangwani, huoni kama sehemu maarufu kuliko wao? Kwa hiyo wajiandae tarehe nane, kichapo chao kiko palepale. Atogopi mkubwa wala mdogo. Kuhusu timu yangu sina mashaka nayo, kuhusu kocha sina mashaka naye, anafanya maamuzi vizuri, anafanya sabu nzuri, lakini pia kuhusu eneji ya wachezaji iko vizuri. Kikubwa mi niseme tu, mashabiki na wanachama wa Yanga tuweze kufika uwanjani kuweza kuipa sapoti timu yetu, kuweza kuwapa motisha wachezaji, lakini kubwa zaidi ni kufika na kwenda kushangilia, kuwapa hamasa ya wachezaji na kufanya vile vizuri. Kuhusu kuwafunga Simba, kwangu mimi ni kawaida yangu, kwa sababu mna mdogo wangu, nakumbuka kaanza fomu mpaka kafanya mtihani wa fomu fo <laughs> Simba ajanifunga ko. Kuhusu kumfunga ni kawaida yangu, sababu wazalamu wenyewe tunakwambia walonda bwiga na ng'onzi. Uwe na kidonda. Eh, tafsiri yake kwa wale wasioelewa maana yake ukitaka urafiki na nzi. Uwe na kidonda. Kwa mimi namtaka Simba, timu timu nayo. Si mmenielewa je, mashabiki wa Simba? Goli ni Diala. Mbavu ya kulia pala zote, zote nakula. Job Dickson kushoto nakula mwanangu kama au la atacheza mwenda, Kamaulatachezawenda yule yule. cheza mdogoa Unaguna nini kijana? timu una yaani, we timu una tulia eh bwana, mi nasemaje? ushindi uko pale pale, mimi siongei sana, alafu sinaga majigambo mimi kwangu mechi naiona ngumu na, na mpira utakuwa mzuri, lakini kikubwa pointi tatu, kwa sababu watu a tumepishana pointi ndogo sana. Kwa hiyo mimi naamini kabisa atakayeshinda siku hiyo nadhani anaweza akatangaza ubingwa. Kwa hiyo ama bwana hawezi kukubali kufungua mara tano mfululizo na mimi sikubali kuto kuchukua mara nne, na mi nataka nilipize kama walivyonifanyia wao kao. Mie sina kingine, mie kwangu naamini ushindi nitapata kwa sababu na kikosi kizuri na nimejiandaa vizuri. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu tu nifike salama hiyo tarehe nane. Mchezo utakuwa mzuri kwa sababu si ndo mabingwa nchi tunaongoza ligi na kwa sababu hawa ni watani wetu, tutafanya tunavyojua sisi, lakini hawatoke Telena, tuwapiga kama kawaida goli tano. Sisi hiyo Telena ni bwana, kama kawaida yetu. Sisi hatuna mambo mengi, sisi sisi kama tunavyotuona, sio kama wao, wana maneno mengi, afu kama lolote uwanjani. Sisi taratibu mambo yetu, sisi kimya kimya, sisi tunataka Telena waje, yani yani waje kwa wingi, ila wanavyojua, kulingana na matokeo ya mechi iliyopita na ile na Azam, ila na wasiwasi jamaa wote kuja wengi na Kombe Zuzwa, alafu pembeni yake na kulia kwake, tena kuna e, Maxi, pia Nzengeli ni hatari yaani, wanashambulia kushuka na kupanda ni hatari hao, hawakabiki, hawazuiliki. wewe unamwambiaje mtani kuelekea Machi nane, yaani tarehe nane? namwambia kabisa mtani ajipange, yaani yaani lazima nitamfunga, yaani lazima nitamfunga, si chini ya goli tatu. Naam, hao ni mashabiki wa Yanga ambao wanaamini alama tatu lazima zibaki Jangwani, hasa wakiwa na rekodi nzuri ya kushinda michezo minne mfululizo dhidi ya mtani, huku mchezo wa mwisho kukutana katika ligi kuu ya NBC ukimalizika kwa wananchi Yanga kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila katika dimba la Benjamin Mkapa. Tute limeanza kule Bangi Afrika ya Kati ni saa 9 mchana, wakati huu Maputo Msumbiji, saa kumi alasiri, wakati huu Dakar Senegal, saa nane mchana, wakati huu Praia Cape Verde ni saa saba mchana, wakati huu lakini Afrika mashariki na kati ni saa kumi na moja ya jioni. Gharib Mzinga Kilofenesti sambamba nami ni James Samuel, sauti ya mamlaka, na kwenye English commentary yupo Peter Otai mwamba kutoka Kampala kule Uganda, akikupa masimulizi kwa lugha ya Kiingereza. Ni wewe tu na remote yako kuamua kusikiliza matangazo ya lugha gani. Simba dhidi ya Young Africans, wanjani Benjamin Mkapa. Dabi ya Kariakoo imeanza namna hiyo alfajiri ya leo na amepata nafasi ya kuanza jibu kwa kichwa. Wana kaimara Simba, Joshua Mutale budo aperisha mpira ule kibao kata. Ateba, Ateba anakataliwa. Mutale anakataliwa tena, hatari katika lango la Yanga, wanakaimara mechi imechangamka. Simba kwenye umiliki tena, joshua Mutale anakataliwa, mpira unakwenda nje. Ilikuwa ni jaribio la moto sana, umelipeleka katika lango la Yanga. Jigijara ame save vizuri, fantastic, mpira akaondoka zake. Lionel Ateba amepoteza nafasi nzuri kabisa hii ambayo ameitengeneza Simba. Tua Mutale akaipitisha pasi kwenye nafasi wakiwa nadhani kama ni offside, anaenda kukutana na golikipa kipa, lakini kazi nzuri ya kutanua mbavu zile, anakwambia licha ya kwamba nimesafiri umbali mrefu, lakini na uwezo wa kuufikia clean save, anaitoa kwenye miguu na ile rebound. Joshua Mutale anamsikitisha David Fadru kwa kumbubua. Wameshaanza haraka wananchi. Stefan Aziz Ki atakupiga zizi ustari lakini akapita bwana aziziki atakwenda watatu. Yeah, ndani alianza Stefan aziziki akaja Pako mzuzu akaja Janshale, ahwa wote wapo uwanjani, inabirishwa mahali katika njia kapita kwenye half space Pako mzuzu wakrosi ndani huku, tupe katika nafasi nyingine, hii mpira umekwenda nje. Osbon Mbape wa kindu, Maxim pian Sengeli, MVP wa ligi kuu ya trsilina 20 21 kakosa na nafasi alienda vizuri, pako mzuzua ndani ya 18 na akautengeneza akaenda kuluka na kuiseti pinpin pin. Kamara amepoteza utulivu tu, lakini ilikuwa ni nafasi nzuri, ametoka kucheza cross na akaikosa. Makosa ambayo ameyafanya yameshindwa kutumika na top scorer wa kikosi cha Yanga ai niachia ya mali ile zuzua pako

bado katika himaya yake Stefan azizikii, Stefan anakataliwa, bado Stefan unababatiza, ukenda zake nje, nikona Pimpin Kamara anauliza kwa nini yamjemwona, imetoka Bukina Faso, ipo Tanzania Morogoro, maliko Ivor Kosti pembeni kule, imebirishwa tena Ivor Kosti pakomzuzwa zuzwa, zuzwa pakomamengendani vipas katika nafasi Stefan anaokamata Jaribio la moto hili kutoka kwa Stefan Naziziki. Pinpin Kamara, baada ya kugonga nguzo, akarejea tena kauzima. Alikuwa anakwenda pa komzuza kwenye nafasi kule, mwisho alitoka yeye, lakini mali haikutoka. Tazama picha hii, aliingia kwa kasi, akafanikiwa kweli. Mpira ukutoka, namna ambavyo aliucheza ukatoka kwenye mikono ile, umeenda kula chuma na akauweka kwenye

pako mzuzua kazi nzuri, akamtengea prince mpume lelo dube nje ya kumi na nane. Kulikuwa na option ya kupas kutokea upande wa kulia wa Azizki. lakini akajaribu kunjua mbavu, lakini Pimpin kamara akamwambia mi sio shuka brother Msize. Clement, oh. mzize klement mzize akakuta upande wa pili, mzize akapirisha mahali katika nafasi Pimpin kamara wateleza, unaondoshwa katika eneo la hatari auto maxim mpianzengeli amenyosha mpira mrefu, Clement Mzize, lakini ni nje ya target. Clement Mzize alifanya balaa, mabalaa ambayo amekuwa akifanya mara kadhaa. Buldoza, nyota mwenye nguvu, mwenye spidi na pancha ya kutosha, uwezo wa kudribo na kutambuka walinzi. Akapiga pasi ya upinde wa mvua ile, pin pin Kamara akaenda kutaka kuucheza, lakini akajikuta ameset pat chonganishi akalukanayo akadive lakini mpira ukabaki ok Jeffa akaondoa lakini bado na unaona kabisa, kocha anasema usu fainali uwanja huu huu alifunga bao. Mpira mrefu ule umepitishwa mbele kule, anakwenda kuupokea kwenye difisa. Kenneth Musonda Musonda Kenneth yao kwasi atoula, imepita salama Shemalon, fondo ameondosha mpira ule kera kwa udhibiti yetu mbalua Kalua Edwin abirishamali anakaaimara mudasiriaha ya muda ya bas ameslidi yaucheze Kennedy Musonda, Agustin okejefa ameondosha yes, mpira mbali. Hata hivyo imetafsirika kwamba ni madhambi ameyafanya Agastin Okejefa, wafaika mpira wa kichwa kaucheza na mguu na amemwonyesha kwa ishara kwamba ulinyanyua mguu zaidi, ndicho ambacho mwamuzi amekitafsiri na kuwapa faida Yanga nyuma ya mpira ttus chota ndio hiki kilichotokea hapa. Kukuwa na shida kwani alianza kucheza mpira wakati ana set, angalia mguu wa don oka. Lakini kwa upande wa pili pia, kama angeacha hii basi, angetoa ya clauschota chama, kwani zote zilikuwa ni dangerous play, lakini ya kwanza ilikuwa ni ya controller ama agastin oka jeffa oga nyota kutokea Nigeria huyu

Kevin Kiciri amejiweka wamoja wa dhai mbili, yupo chini pale Shomari Kapombe. Wananchi wamecharuka, Dar es Salaam yote ni njano na kijani, vaibu limerudi tena. Osborne God Warias Mwamba kutoka Kindu maksimu Pian Zengeli hatari! Hatari! kol Klautus Chota Chama, mpira wake ule akitafuta engo ile, lakini ulikuwa unaenda nje pinpin pin, akaurejesha mchezoni ukiwa unaonekana una hatari hivi second ball ile baada ya kusafiri akaurejesha ndani akawa anaucheza, lakini clean ya Shomari Kapombe akafanikiwa kuutoa, lakini Calvin Kijiri ni kama aliurejesha kwa nini alivyoluka ukitazama mpira Shomari Kapombe ameucheza umekula chuma, ukarudi kwenye mguu wa Kijiri ukalala ndani. Kwa picha inavyoonekana, kama mpira ulikuwa unaenda nje na pimpini, akaurejeshea uwai ndani. Wanatangulia wananchi na ngoma imeanza mapema kwenda nje, na wanataka kufanya mabadiliko Yanga. Dakika zimeongezwa saba. dakika saba za mchezo kumaliza mchezo, na Yanga wanafanya mabadiliko Kuelekea mchezo huo wa raundi ya ishirini na tatu wa ligi kuu ya NBC, kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Miloud Hamdi ameelezea maandalizi kwa upande wake, jinsi alivyojipanga kwa ajili ya mchezo wa derby dhidi ya Simba Sports Club katika mkutano na waandishi wa habari. so first,

Everything everything is okay and uh, everything all happened very very good good tomorrow. We hope that and, uh, something very good for one coach to see in in the the game what uh, you prepare in the training. So we really hope uh, tomorrow everything happened very good. Lakini mzangu, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tumejiandaa vizuri na maandalizi yanaendelea vizuri na kikubwa tunatambua umuhimu wa mchezo wetu wa kesho kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya kupambania pointi tatu na kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Ah, kikubwa tunachoamini mchezo utakuwa mgumu ukiachana na yeye pekee yake ni wapo wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri katika timu yao, kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Yanga kwa pamoja tumejiandaa na tutashirikiana vizuri kuweza kuzuia vizuri na kutoruhusu goli na yote katika lango letu. Ah, sisi kama wachezaji wachezaji ni kama wanajeshi tu, kwamba muda wote inabidi wabadilike kutokana na na mazingira. Kwa hiyo kila mwalimu anapokuja, ni kazi yetu na ni wajibu wetu kuweza kumpokea na kuweza kumpa ushirikiano na kufanya kile ambacho mwalimu anatupa na kukipokea kwa uharaka na kuweza kukitimiza. Kwanza ni mchezo mgumu, lakini ni mchezo wa dabi ambao ni mchezo wenye ushindani na ni mchezo ambao unahitaji matokeo katika mchezo wa kesho, kwa sababu tunaamini kati yetu sisi au watu ambao watafanya vizuri katika mchezo wa kesho, ina maana watakuwa wamejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza ku, kwa ubingwa, kwa hiyo. Sisi kama wachezaji wa Yanga, ni tuko tayari kupambana na, kwa kwa kwa kwa na, kwa kwa na. Tumalizie na hili kubwa la Yanga Princess kutoa ubingwa wa Samia Cup Alhamisi hii ambapo kikosi hicho cha timu ya wanawake ya Yanga kimeifunga JKT Queens mabao matatu kwa nunge Mara baada ya mchezo huo, kocha wa Yanga Princess Edna Lema akawa na haya ya kuzungumza. Pongeza wachezaji wamefanya. Pongeza wachezaji kwa kile ambacho wamefanya. Nafikiri pongezi zinapaswa kwenda kwa sababu wao ndio walikuwa kiwanjani. Nashukuru pia ameweza kufuata mpango ambao nilikuja nao wa kuwashinda timu kubwa na tukaweza kuwazuia kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakishambulia kupitia pembeni. Kwa kwa hiyo niwape pongeza wachezaji kwa alichokifanya. Nafikiri ni mwanzo mzuri kwetu sisi kutena na watu ambao tunao wanasemekana kwamba ni wakubwa kama sisi leo inatugusa sisi kama timu kuona ni namna gani tunaendelea kujenga timu yetu zilikuwa imara zaidi. Tunajisikia vizuri kwa sababu hili kombe ni mara ya kwanza na tumekuwa mabingwa, sio tumeweka historia. So naamini hapa haitakuwa mwisho, itakuwa ni muendelezo. Ah, football sisi tulijiandaa, tunajua tutakuja kuwa na timu kubwa, tulijiandaa kuja kupambana na timu kubwa na tukaweka effort yetu kupambana, hatimaye kile tulichojiandaa nacho kimetupa matokeo chanya, so tumeweza kushinda kwa magoli matatu na tumekuwa machampion kwa mara ya kwanza. Tunajivunia hilo. Naam, hii ndio Yanga. Timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.